Hujui nini kai? Oho, hujui kwenda fanya yote hayo. Unajizima data si ndio? Hivu mpuzo. Unajua uchungu wa mapenzi? Unajua maumivu kusalitiwa na mke? Huwezi kujua kwa sababu hujaingia bado kwenye ndoa ah. Ah. Niko na kutrust sana Tasha, nimekuamini sana kwenye maisha yangu, nilikuwa nakufanya kama kakaangu wa damu ambaye tumezaliwa tumbo moja, ila leo hii haya ndio matokeo yake kweli. Tasha, wewe unakutembea na Lisa ah. ah. unakata nini bro, wema wote waliokutendea leo unanisaliti na mke wangu ah, okay. Okay. Abaro. Abaro, nilikushirikisha kwenye mambo yangu mengi sana, nilikufanya kama brother. Leo hii unatembea na Lisa shemeji yako bro, kuna taabu. Wewe ndio alisimamia harusi yetu, leo hii unatembea na Lisa isiye so kutembea na Lisa kweli uhakika. Kai, una uhakika -huh. Sio kweli. Sasa huyo mpuzi Lisa ameshathibitisha kila kitu kuwa wewe umetembea naye, unakataa

Nimesha kuambia kwamba sikupendi. Mwanaume unayempenda kwa dhati kabisa ni Tasha na sio wewe, Kai. <laughs> <laughs> ah! kwa hiyo nampenda Tasha na sio mimi? Mnajiona Samson na Delila. Sasa leo ndo hatima yenu. <laughs> Wempuzi, nitakupa unachostahili na sio unachotaka. Sasa kwa kuwa wewe unamtaka huyo mpuzi, mimi nitakupa kitu unachostahili ambacho ni kifo. Kai, kama ikibidi kuua, anza na mimi kisha ndo afuate Tasha ili twende tukafunge ndoa ya haki mbinguni. Fine, okay. Kwa <laughs> kuwa nilipaka kuwaua nyie wote wawili sasa kwa kuwa huyu mpuuzi ametaka kutangulia mbele za haki, basi nitaanza na yeye alafu wewe utafata. Unasikia Lisa, nitakutanguliza wewe mbele ya haki, huenda kwa mbinguni msubiri huu mpuuzi, mkafunge ndoa ya haki Abara. Uko sawa? Aje, choma kisu popote Lisa. Uko sawa, Lisa? Nani? Lisa? Tasha, unalala na mimi alafu nakurupuka na unamwita Lisa? Uh, uh, no, no. Lolo, mpenzi wangu tafadhali mimi hakuna chochote baina mimi na Lisa. Ni ndoto tu ambao nimeota mpenzi wangu. Ndoto? Tasha, naomba uniambie ukweli. Wewe na Lisa mna mahusiano gani? Lolo, mpenzi. Naomba nisikilize kwa makini tafadhali. Mimi, mimi sina mahusiano. Kuna watu wanapewa kila kitu ila bado wanachiti <tip> Tena hawachiti mbali, kwa ndugu mpaka marafiki, tena utakuta mashemeji zako, kumbe hao ndio viunganishi, wanajifanya wa kweli, ila kumbe warafiki. Kuna watu wanatamani warudi kama zamani, waondoke kifungoni, ila haiwezekani, mana tayari washafunga. Tasha, ina maana unanisaliti hivi? yote nao yafanya kwa mume wangu kwa ajili yako, unaona bado haitoshi? Na haya ndo malipo yake. Tafadhali naomba tuachane na yote hayo, Lisa. Lisa, Lisa, nimekuotea ndoto mbaya kwelikweli. Lisa, hebu tuache na yote hayo Lisa. Unaenda kufa. Yaani ndoto nimeota ni mbaya sana kwa ajili yako. Tafadhali, hebu tulia kwanza. Alafu Lisa, kuna kitu kimoja ambacho unapaswa kifahamu. Wewe ni mke wa mtu. Alafu mimi siwezi nikajivunia kuwa na mahusiano kila siku na mke wa mtu. Eh? Yaani mimi mahusiano yangu siwezi hata kusema hadharani kwamba huu ni mpenzi wangu. Mahusiano yangu nayaficha mithili ya bangi, kweli? Naomba nisikize kwa makini. Ni bora nikuambia ukweli mchungu na unaoumiza, lakini hii itakuwa ni njia sahihi zaidi. Lisa, huyu unayemwona hapa ndiye mwanamke pekee ambaye mimi nampenda kwa dhati kutoka ndani ya moyo wangu. Na sio tu hivyo, huyu ndiye mwanamke ambaye mimi nina mipango ya kufunga naye ndoa, awe mke wangu wa halali. Ndoa. mm -hmm.

Eh, eh, tulia kwanza Lulu, tulia, tulia. Unaogopa nini? Nisaidie na ngoma. Sawa, mimi nitakusaidia. Lakini hebu niambie ni kitu gani ambacho unaogopa? Nisaidie na ngoma. Unaogopa nini sasa, Lulu? Naomba naambie basi ni kitu gani ambacho mimi nikusaidie. Nisaidie na ngoma. Okay, tulia, tulia kwanza, tulia, tulia. Nitakusaidia tu. Thank you. Ai, ndugu yangu, mimi nilikwambia sana, waifanya mjanja sana, hasamui. Kuna mtu amekuweza, kuna mtu anatembea mwanamke wako. Nilikwambia hii ni kalma, utonifanyia mimi na mtu wakufanyia hivyo hivyo, asabu zule. Nisikilize ndugu yangu naomba mabifu yetu ambayo hayana tija tuweke pembeni kwanza, na kwenye hili naomba unisaidie, niambie tu ni nani ambaye anatembea na mke wangu. Nitajie tu jina, mimi nitaridhika. Nipo tayari kulipa gharama yoyote ile kwenye maisha yangu, nipo tayari kupa chochote kile unachokitaka. Niambie tu huyo mwanaume ni nani? Ni kweli, mimi mwanaume namjua, lakini siwezi kukwambia. Kwa sababu gani? Mimi nilivyofanyiwa, nilitafuta mpaka nikajua, na wewe tafuta ili ujue. Haiwezekani wewe mke wako atembee na mtu afosi mjue, sio kweli. Pambana ili umjue Huyo mpumbavu anayethubutu kulamba asali katika mzinga wangu ni nani hmm? Ni nani huyo anayefanya ndoa yangu iwe kama jehanamu? Nyumba yangu inawaka moto kwa sababu yake, maana baada ya mke wangu kupata huo mchepuko amebadilika sana. Huyo mpumbavu ni nani? Natamani nimjue, Natamani nimfahamu huyo mpumbavu anaye nchiti na mke wangu ni nani? Tch. ila nitaujua tu ukweli leo, lazima niufahamu ukweli Lisa. Wewe ni msaliti yaani, unakubali kuitengeneza furaha ya nje na mwanaume wako mwingine na kuipoteza furaha iliyopo kwenye familia yako. Leo hii unamthamini mwanaume wako wa nje na kuniona mimi ni mpumbavu. Lisa, wewe ni msaliti, na kwa kuwa wewe ni msaliti, leo lazima nimfahamu ni nani huyo unanisaliti naye lakini pia leo hii hiki kisu kitapita katika mwili wako na nitakuwa leo nakuua, Lisa, ninakuua, nakuua. Kitu gani ambacho kinakutisha mpaka umekuja hapo? Sasa kuwa huru wewe, nieleze mimi, nitakusaidia kiukweli. Mimi kakangu, naogopa mende. no, no, no, no, no, no. mende ni kubwa yani, sema tuje muone, yaani ni nilikubali na nitambalia kabisa hivi Hivi binti, wewe unajitambua kweli wewe? Huyo mende ni mende gani ambaye unamkuza kwamba eti ni bonge la mende? Mende ana ukubwa kiasi hicho. Wewe umri wako unaona wakuogopa mende kweli mpaka unaingia chumbani kwangu saizi usiku ikakaangu kwa sababu tu ni mwanaume ndio maana unamwona mende ni e, mdogo nani kwakuti ujomwona, ninaomba nje nilale huko. yaani wewe unalala na mimi ndio? yeah. Ndo atasha labda, ukafungia hera, sawa. Mimi nimekuelewa wewe, umesema chumbani kwako kuna mende mkubwa na unamwogopa, basi we utalala chumbani kwangu alafu mimi nitaenda kulala chumbani kwako. Kwa kaka yangu, mbona umewaza mbali sana? mimi sipo huko mimi kwa hali nilionayo leo siwezi kulala peke yangu, naomba tulale wote huku, mi nahitaji joto lako tu. Au yale maneno wanasema majirani zako yana ukweli ndani yake? Lakini hata ikiwa hivyo, mi sijali, mi nachohitaji joto lako tu. Lolo, hebu e, naomba unaambia ukweli tafadhali, hao majirani ambao masikio wanazungumza kuhusu mimi wanazungumzia nini hmm? Nambia, au majirani wanazungumza nini kuhusu mimi hmm? Eti wanasema jogo hapa ndi mtongi. Hey, dada mambo poa, kwema jamani, u dadangu. Nimekupenda tu bure, na ulivyo mcheshi, uko mzuri, uko smati mda wote yaani, natamani ujiunge kwenye hiki kikundi chetu cha hapa mtaani cha wadada Oh, asante. Vikundi ni moja ya maendeleo, kwa hiyo nyewe nielekezeni tu, mimi nitajiunga. Dada karibu sana, maana ulipokuwa mzuri mwenyewe, kwani kuna kingine zaidi? Aiche wewe mwambie tu, shoga yangu. Sawa. Sa, dada samani bila samani <clears> hivi <throat> si naona ishi na kaka mmoja hivi, nyumba moja, mkaka fulani hivi, mnene mnene, so mrefu la so mfupi, anapenda sana kuvaa miwani s njie tunakaa nyumba moja kaka yule, yule. Even, kuna tana, anaingiza ndani mwanamke kweli, hmm. Hapana kwa kweli, kwa sababu mimi sio mkaaji sana pale nyumbani, niko bize sana na mambo yangu, manataman hata tumzoea, lakini tunavyomuogopa yeah, alivyojiweka wakikokaa kwako, labda ushaikuona, labda anaingiza mwanamke, yani toka ufike, labda ushaikuona, labda anaingiza mwanamke? Ni unajua mwanaume kama vile lazima awe gentleman, kama nilivyoongea hapo mwanzo. Yani mimi ni mtu ambaye nikiingia usiku, natoka asubuhi, yani siku moja moja sana kukutana. Kwa hiyo siwezi jua kama anaingiza mwanamke au la. Inasemekana yule kaka kadudukiwa na kitovu. Unamaanisha nini? Wewe nae uelewi? Inavyosemekana ogoaatungi lakini hata hivyo, misijali kwa sababu mi nachohitaji ni joto lako tu. ina maana wewe umekutuma ili uje uhakikishe kwamba kweli, je, anapanda mtungi au hapana mtungi Aka? Mimi hawajanituma, mi naogopa tu mende, ndio maana nimekuja huko kwako kuomba msaada. Je, nilale tu huko? Alafu kwa kuwa wewe kitofu kimedondokea, ina maana tunaweza tukalala usiku mzima kitanda kimoja mpaka asubuhi na usinifanye chochote Hizi sasa ni dharau. Huyu inabidi ni mchape kisawasawa, ili akawe mfano, awasimuliwa pumbavu wenzake wote wanaongea huu pumbavu. Kai, unataka kuniua? Ni kosa gani ambalo nimekukosea mme wangu, mpaka unataka kuniua? Nimelala unanishikia kiso kweli mume wangu? Hapana mke wangu, usinifikirie vibaya, maana mwenyewe hapa lipo, nashindwa kuelewa hata kinachoendelea. Mi nilikuwa nimelala tu, ghafla nimekurupuka na kuta nimeshika kisu mkononi, nashindwa kuelewa. Ila ni ndoto, ni ndoto mke wangu, nashindwa kujua hii ndoto aina gani? Kweli mke wangu, mii kweli nikuue? Ah. Hapana baby, ni ndoto tu hii. Hapana Kai, nakujua vizuri sana mume wangu, hujawahi kuwa na ndoto za namna hii. Ndoa ni moja ya kiapo kile cha kufana kuzikana. Ndani ina siri nzito, ila nje yake ina furaha. Ndoa inaweza kuwa ufunguo au inaweza kuwa kifungio. Hem, niambie, ni kitu gani kinachoendelea mpaka unataka kuniua? Umesikia nini kuhusu mimi mume wangu, mpaka unanishikia kisu nikiwa nimelala? Niambie ukweli, hivi huyu kwa nini anahisi kwamba kuna kitu ambacho mimi nimesikia kinachomhusu yeye? Mm. Yeyi, inaonekana kabisa hapa kuna kitu, kitu ambacho kipo sana. Inaisha mke wangu, maswali gani yote tena unaniuliza mimi? Mbona sijasikia kitu chochote kwa sana na wewe hakuna eh, chochote yaani kuambia tu kwa ah, kia Mungu hii ni ndoto Sio uhalisia mke wangu, nawe baada ya kukurubuka na mi nashtukia kwa na kisu mkononi. Sasa najiuliza hiki kitu kimetokea wapi? Mke wangu mke wangu, hivi kweli leo hili sasa mimi nikuue wewe mke wangu kipenzi, mwanamke pekee ambaye nimpendea hapa duniani? Nikuue kwa nini? Sasa mke wangu, nakupenda bebi, siwezi kukuua mke wangu. Nakuhitaji sana kwenye maisha yangu, siwezi kukuua mke wangu. Huyu mbona kama ameshajua ukweli kwamba mi natoka Natasha. Lazima niwe makini kuliko kawaida. Kuna kitu hakipo sawa, lazima niongeze umakini. Lisa, ni lazima nitakuua tu mke wangu, tena nitakuua kimya kimya ukiwa usingizini. Na huyu mpumbavu ambaye unatembea naye ni lazima tu nitamfahamu, na nikishamjua kitu pekee atakachostahili ni kifo tu. Situacha salama. Ndoa ni moja ya kiapo kilicho kufana kuzikana, ndani ina siri nzito, ila nje yake ina furaha. Ndoa inaweza kuwa ufunguo au inaweza kuwa kifulio. Kuna ndoa kila siku ni vilio, kuna ndoa ni furaha kila leo mbo huwezi kuelewa, nani ametulia nani anajitia. Kuna watu wanapewa kila kitu, ila bado wanachiti. Tena hawachiti mbali, kwa ndugu mpaka marafiki. Tena utakuta mashemeji zako, kumbe hao ndio viunganishi, wanajifanya wa kweli